Akasema wote wawili wakamatwe, pengine katika hizo njama wamepangana wote wawili. Wote wawili wakakamatwa, wakaingizwa gerezani. Sasa wakiwa kwenye gereza wakaota, sasa hawa wote wawili wakaota ndoto zao tofauti tofauti. Sasa walipoota, wakakuja kwa Nabii Allahi Yusuf alaihi ssalam, akaambia sisi tumeota, mimi nimeota kwamba ndoto yangu ya kwanza mimi nimeota kwamba namnywesha bosi wangu pombe, inni asiru hamra, kwamba mimi namnywesha bosi pombe. Kisha yule mwingine akasema, mimi nimeota juu ya kichwa changu kuna kichombo ambao kama ndani yake kuna mkate, lakini ndege wakija wakichukua zile ndege wakiondoka. Sasa, hii ndoto ina maana gani? Wakamuuliza ni Allah Yusuf alayhi salam. Ni Allah Yusuf akamwambia yule wa kwanza, kwa we akamba umeota kwamba wana pombe na wamnyesha pia bosi wako pombe, wewe ndoto yako inamaanisha utakuja kutolewa, utakuja kutolewa gerezani na utarudi kule kule kwa bosi wako na kumtumikia tena. Lakini wewe mwingine ambao umeota kwamba juu ya kichwa chako kuna mkate na ndege wanakuja kudorogona, hiyo tafsiri ina maana ya kwamba wewe utanyongwa, utahukumiwa hukumu ya kinyongo, kisha baada hapo utasulumiwa, utafungwa mpaka utaozea pale pale, ndege wakija wakikudona zile nyama zako mpaka umaliziki. Ndio maana ya tafsiri yako sasa Tulipokoba njana kwenye ndoto ya mfalme, ya kwamba mfalme akaota ameona ng'ombe saba wanono wa kila ng'ombe saba walokonda, akaja kwa Nabi Allahi Yusuf alayhi salam, akamwambia hii ndoto maana yake ni nini? Nabi Allahi Yusuf akamwambia kala tazrauna sab'a sinina da'aba, mutaenda kupanda au mutaenda kuvuna miaka saba mfululizo Yani mtapata mvua au mazao ya miaka saba. Sasa kama hasantum, fadharuhu kila ukipanda, fadharuhu fi sunbulihi, mwache ile chakula na guguta yake. Mfano mmepanda mahindi, ile chakula usitoe kwenye ile guguta yake kwa sababu gani?